Ndugu zetu wa Kenya na tusaidie hapa, yenyewe tuko na familia ya Kenya hapo, ni msaada wa kuua huyu mbwa aturudi Juma. Leo ni leo, kama tu aibu, jionea hii video, utazidi uh, kujua uh, E, bwana, Watanzania wenzangu nafikiri mmekiona kilichotokea Marekani eh. tunaandamana tunaandamana, wapo watu wanne tu <gay> niswafiche sisi, Watanzania hatuna tamaduni za kuandamana andamana, hizo sio tamaduni zetu, hizo sio tamaduni zetu. Cha msingi akili ya kuambiwa changanya na ya kwako, maisha haya tunaishi ni ya kwako. Ukivunjika mguu, narudia tena, ukivunjika mguu, ukivunjika mkono hao wanaokupushi kuandamana, wanakuja wiki moja, wiki ya pili, ya tatu, na baki peke yako wewe na familia yako, mtaanza kulialia, mtaanza kutia huruma, mtaanza kupata tabu, wenyewe watawatazama tu. Narudia tena, akili ya kuambiwa changanya na ya kwako. Sisi mambo ya kuandamana sio tabia zetu, sio kacha zetu. Tusidanganywe huko, mtu akaja akakujaza oh, fanya fujo, fanya fujo. Umemsikia Charamira akazungumza, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, na yule ataniagi Charamira Chalamila, hajawahi kutania, akisema na kunyoosha na kunyoosha kweli kwao. Ndugu yangu, nenda kapiga kula, ukimaliza kupiga kula rudi zako nyumbani, au nenda kafanya shughuli zako. Kama ni influencer nenda katengeneze matangazo yako, kama ni mfanya biashara kafungue sehemu yako ya biashara baada ya kupiga kula. Narudia tena, tusije tukadanganyika tukaingia matatizoni, tutabaki sisi na familia zetu. Kuna watu walikuwa wanaongea sana, wanachonga sana, wamepata matatizo sasa hizi familia zao ndo zinateseka. Haya, wale walokuwa na comment wako wapi? wale walokuwa na wanaambia wana, wana we kidume walikuwa na share eh, posti zake wako wapi? Sasa hizi mama yake yupo anahangaika peke yake. Siwaoni mkimsupport mama, siwaoni mkijua mama yake anakula nini, siwaoni mkijua mama yake amevaa nini, siwaoni mkijua mama yake amekunywa nini, si nini. mmekaa pembeni, mmerudi nyuma. Hao ndo binadamu alivyo. Akili ya kuambiwa changanya na ya kwako Nimemaliza kama DC siongei tena bas. Ebwana watanzania wenzangu, nafikiri mmekiona kilichotokea Marekani eh. Tunaandamana tunaandamana, wapo watu wanne tu, nisiwafiche sisi Watanzania hatuna tamaduni za kuandamana andamana. Hizo sio tamaduni zetu, hizo sio tamaduni zetu. Cha msingi akili ya kuambiwa changanya na ya kwako maisha haya tunaishi ni ya kwako. Ukivunjika mguu, narudia tena, ukivunjika mguu, ukivunjika mkono, hao wanaokupush kuandamana wanakuja wiki moja, wiki ya pili, ya tatu, na baki peke yako wewe na familia yako, mtaanza kulialia, mtaanza kutia huruma, mtaanza kupata tabu, wenyewe watawatazama tu. Narudia tena, akili ya kuambiwa changanya na ya kwako. Sisi mambo ya kuandamana sio tabia zetu, sio kacha zetu, zetu. Tusidanganywe huko Mtu akaja kakujaza, oh, fanya fujo fanya fujo. Umemsikia Chalamira akazungumza, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, na yule ataniagi. Chalamira, Chalamira hajawahi kutania, akisema na kunyoosha na kunyoosha kweli. Kwa ndugu yangu, nenda kapige kula, ukimaliza kupiga kula rudi zako nyumbani, au nenda akafanya shughuli zako. Kama ni influencer, nenda katengeneze matangazo yako. Kama ni mfanya biashara, kafungue sehemu yako ya biashara baada ya kupiga kula. Narudia tena, tusije tukadanganyika tukaingia matatizoni, tutabaki sisi na familia zetu. Kuna watu walikuwa wanaongea sana wanachonga sana wamepata matatizo saizi, familia zao ndo zinateseka. Haya, wale walokuwa na comment wako wapi? Wale walokuwa wanaambia wana, wana, wana ambia, we kidume walikuwa na share eh, posti zake wako wapi? Saizi mama yake yupo anahangaika peke yake, siwaoni mkimsupport mama, siwaoni mkijua mama yake anakula nini, siwaoni mkijua mama yake amevaa nini, siwaoni mkijua mama yake amekunywa nini si Mmekaa pembeni, mmerudi nyuma. Hao ndo binadamu walivyo. Akili ya kuambiwa changanya na ya kwako. Nimemaliza kama DC, siongei tena ba!